Ujambo na karibu tena kwenye Kenya Wantamnotam Movement, yani KWM podcast. Leo tunaingia ndani zaidi, tunachambua makala moja muhimu sana aa, ile makala yenye kichwa Mapambano ya Kenya Mafisi dhidi ya Kondoo. Hiyo hiyo imetoka KWM yenyewe na inaangazia mm, hali halisi ya utawala nchini. Ndiyo, inazungumzia kuchanganyikiwa kwa watu kama unajua Onyango, Wanjiku na Liaka, watu wa kawaida. Kabisa, na pia jinsi Gen Z, kizazi hiki kipya, kinavyo kama kuongoza wito wa mabadiliko. Mm -hmm. Lengo letu hapa ni kuelewa hasa ujumbe mkuu, yaani kuhusu uwajibikaji na mustakabali wa Kenya. Sawa kabisa. Basi hebu tuanza kuichambua hii makala, tuende kazi kwanza. Makala inatumia mlinganisho mmoja eh, mzito sana, mafisi dhidi ya kondoo. Unaionaje? Ni mlinganisho wenye nguvu sana. Kwa upande mmoja, mafisi wachache tu, wale wenye mamlaka, wanaoishi maisha ya anasa wakitumia rasilimali za umma, si ndio? Kabisa. Alafu upande mwingine, kuna kondoo, sisi wengi, raia wa kawaida, tunaumia E, umaskini, huduma duni za afya, shule mbovu, miundombinu chakavu, yaani orodha ni ndefu. Ni kama picha ya wachache wanashiba, huku wengi wengi wanabaki na njaa, hali halisi. Lakini kinachonivutia mimi na makala inasema hivi, sio tu kurudia ile hadithi ya zamani ambayo tumeizoea. Kweli kabisa, kuna kitu kipya kinafanyika. Inasema kizazi cha Gen Z Uh, wanakataa kuwa kondoo wapumbafu. Wanaamka, wameamka haswa, wanaona huu ufisadi waziwazi wazi, na wanadai mabadiliko kwa sauti kubwa, ni kama wanasema tosha sasa, mm-hmm. Hoja kuu hako ni kwamba mustakbali wa Kenya yani unategemea wanachofanya sasa hivi, sio kesho. Hilo ni jambo zito, na makala inaeleza wazi wazi jinsi serikali kwa namna fulani imeshindwa, shule zenyewe hospitali hazina dawa, barabara mbovu, ni vitu ambavyo kila mtu anaviona, na lawama inaelekezwa moja kwa moja kwa wale mafisi, wanasiasa wanaodaiwa kujilimbikizia mali tangu uhuru. Watu wamechoka ahadi hewa tu kila wakati, na hapa ndipo kama ulivyosema mambo yanapobadilika, jinsi watu wanavyoitikia. Ndio maana wito wa kuchukua hatua unakuja, badala ya yale makofi ya zamani viongozi wakija kijijini. Makala inapendekeza kitu tofauti kabisa, waonyeshwe hasira. Inataja hata kurusha mayai viza, mm, kuonyesha kuchoshwa kabisa kabisa. Hii inaonyesha level ya juu ya kuchukizwa. Hoja ni kwamba Gen Z, hawa vijana hawadanganyiki tena, hawadanganyiki na zile mbinu za zamani za siasa za porojo. Wanajua mfumo umeoza na unahitaji si tu kurekebishwa kidogo, bali marekebisho makubwa, mabadiliko halisi. Na msisitizo mkubwa unawekwa kwa Gen Z Wanaonekana kama ndio ufunguo, nguvu mpya isiyo na uoga, havana uoga wa kusema ukweli, kupinga dhuluma, kudai viongozi wawajibike. Sauti zao makala inasema zinaweza kuleta mageuzi ya kweli nchini. Lakini ukiangalia kwa upana zaidi, si Gen Z peke yao. Makala inatoa wito mkubwa zaidi, wito wa umoja, eh, umoja kwa Wakenya wote walimu, wakulima, wauguzi, wafanyabiashara, kila mtu. Ujumbe ni nini hasa? ni kwamba watu wote kwa pamoja wasimame, wadai la rasilimali za taifa zitumike kwa manufaa yao: shule bora, hospitali zenye vifaa, sio majengo matupu, barabara nzuri zinazopitika. Yaani ni wakati wa kudai kodi zao zifanye kazi kwa ajili yao sio kwa wachache. Na kuhusu ufisadi, ujumbe uko wazi sana. Umekuwa kama kama kawaida, kama desturi mm-hmm. Ukichochewa na udanganyifu, ukabila wakati mwingine, lakini lakini vijana wanakuja kubadilisha huo mchezo, wanavuruga hiyo hali kabisa. Sasa kwa wewe msikilizaji unayetusikiliza sasa hivi, hii yote ina maana gani? Ni kama mwaliko sivyo? Mwaliko wa kusimama kudai serikali itimize wajibu wake, iwajibike. Uwajibikaji ndiyo neno kuu hapa, na tunapoendelea kufikiria juu ya hatua hizi zote, ni muhimu kukumbuka, kuna njia za wewe kushiriki moja kwa moja. Aha, hapa ndipo ile fursa inapokuja. Ndiyo, unaweza kutembelea tovuti ya www.wantamnotam.com. Ni rahisi tu wantamnotam.com na ukifika hapo, unafungua akaunti yako. Kaunti zote 47 za Kenya zimeorodheshwa pale, zote zipo. Chagua tu kaunti yako, na kisha anza, anza kuchapisha mawazo yako, kushiriki yale unayoona yanaweza kusaidia kubadilisha kijiji chako, mji wako, na hatimaye taifa zima, kutoka chini kwenda juu kabisa. Pia usisahau kuangalia maelezo ya sehemu hii yetu ya leo, tumeweka rasilimali za ziada. Rasilimali gani hizo? Kuna kuhusu jinsi ya kuanzisha biashara yako mwenyewe na pia jinsi ya kutunza afya yako, vitu muhimu sana. Mm-hmm, vizuri sana. Kwa hivyo tukirudi kwenye kiini cha makala yenyewe, ndiyo, ujumba mkuu ni upi? Ni kwamba nguvu ya mabadiliko iko wapi? Iko mikononi mwa watu wenyewe, wale kondoo wakiamua sasa, inatosha, wakiamua kusimama dhidi ya mafisi. Makala inahoji waziwazi kuwa wakati wa ule utawala wa aina ya zamani umefika mwisho hmm, umepitwa na wakati. Hii inazua swali kubwa sana kuhusu nguvu ya hatua za pamoja. Je, wananchi wakiamua kwa pamoja wana nguvu kiasi gani? Swali muhimu sana la kujiuliza na hatimaye makala inamalizia kwa kukuuliza, wewe msikilizaji wetu, swali moja kwa moja, linakugonga moja kwa moja. Je, utasimama pamoja na hawa vijana? Utaungana na mapambano haya yaliyoanzishwa? Linaweka mustakbali wa Kenya kwa kiasi kikubwa mikononi mwa raia na hatua zao za pamoja. Swali ni je, wewe utakuwa sehemu ya haya mabadiliko yanayohitajika sana? Kama makala inavyouliza, ni swali la kutafakari sana, kweli kabisa. Tafakari kubwa. Basi, tunafika mwisho wa uchambuzi wetu wa leo. Asante sana kwa kusikiliza podcast ya Kenya Wantam Notam Movement, KWM. Asante kwa kuwa nasi. Na kwa mara nyingine, kumbuka kutembelea www.wantamnotam.com. Jiunge, shiriki mawazo yako katika kaunti yako. Na usisahau kuangalia zile rasilimali za ziada kwenye maelezo ya sehemu hii kuhusu biashara na afya. Asante sana kwa wakati wako. Tukutane tena wakati ujao.